<tapenda> Mama, asante, asante, asante. <tapenda> <tapenda> <tapenda> Samze, <tapenda> baada ya hapo kuondoka sasa, na we unajua kabisa unataka kuwapiga toa sasa maneno yale ale oh, wachamba zana